Mwanaume anayefahamika kwa jina la Baraka Melami mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa kata ya Kimnyaki wilaya ya Arumeru mkoani Arusha amedai kuwa amekatwa uume wake na mkewe baada ya mwanamke huyo kumhamasisha kufanya tendo la ndoa wakiwa wamelala usiku wilayani humo. Mwanaume huyo ambaye kwa sasa anaendelea na matibabu katika hospitali ya Seliani ya Ngaramtoni wilayani humo amesema kuwa mnamo Novemba 19, 2025, mkewe alimvizia na kuukata ume wake wote na ku ganisha na kisha kutupa uvunguni, huku sababu hasa za kutenda tukio hilo akiwa hajaziweka wazi. Aidha, mwanaume huyo amedai kuwa anaingiwa na wasiwasi juu ya upekuzi wa simu yake kuwa sababu ya tukio hilo, ambapo anadai simu yake aliyokuwa anatumia siku zote ilipotea kwa mazingira ya kutatanisha siku tatu kabla ya tukio hilo. Hata hivyo, taarifa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa mtuhumiwa wa tukio hilo tayari ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua nyingine za kisheria licha ya mwanaume huyo kutangaza msamaha kwa mkewe. Hii ni Gadi TV. Sikuwa na shaka na, na mke wangu mbona anaweza kunifanya jambo kama hilo? Kwa hiyo mimi najua ananipa mapenzi, alipokuja akafungua hospitali wa yangu akashusha bukta akaendelea endelea kushika uume wangu baada ya kusimama akakata na kisu yenye ncha kali kinyama, kuja kujicheki sina sehemu ya siri, anang'oa yote. Kwa hiyo ilivyokatwa kwenye shina kabisa, ikabaki sasa korodani, pia imeathirika kwa kuchonga, akatupa. Baada ya kutupa, akachukua brangeti ile nzito, akaendelea kuninyonga, naye akaninyonga sasa. Ile brangeti, huwezi kutoa hewa ndani ya hiyo brangeti, kwa sababu ni kubwa. Nikapambana nikilia huko ndani ya brangeti, tukapambana naye nikilia, hewa kawa sasa huko ndani kumba, amefungulia redio sabofa, kwa hiyo sauti haitoki nje. Nikaendelea kupambana naye hapo ndani mpaka nikatoka naye hadi nje. Ndio sauti ikapaza, watu wengine wakasikia, wakaja wakanisaidia. Ka nileletwa hospitalini saa saba huko huko, tukaja nikasaidiwa, nikapigwa daktari niliongea naye juzi akasema, daktari mkuu alikuwa sijui iko wapi, kwa hiyo ingewezekana ikiletwa na nanii itarudishwa, lakini baada ya kuja kuojiana tena akasema, imeshapoa haina kazi yote tena ya kurudishwa. Uume iko nyumbani, vijana wameniambia iko nyumbani. Sasa hapo siwezi, si jua kwa sababu Simu yangu ilipotea ndani kwa njia ya kutatanisha, si ilipotea, tulikuwa ndani, simu yangu ikapotea, nikatafuta. Mpaka leo naitafuta, sijaipata. siku ngapi kabla ya tukio? Ya, simu imepotea kwenye tukio, kabla ya tukio imepotea kama siku tatu hivi, siku tatu hivi. E. Na kwenye hiyo simu uwezi kumzuia mtu kutuma ujumbe au kuwasiliana na mtu yote? Ni simu ndogo tu, kwa hiyo waga napigwa na wafanyabiashara wengine wanayenuzia miogo wengine wanayenitia mamzigo mbalimbali ndogondogo, kwa hiyo kaasa ndo tunafuatia na hiyo simu. Kwa hiyo simu ilivyopotea, niliazirika hata kikazi. Kwa hiyo ndani mnakaa wawili tu, pamoja na wewe? Kwa hiyo mimi tu mwenye naye. Kwa hiyo kwenye simu tunaweza kusema labda alipata ujumbe uliomfanya akavurugikiwa, akauamini labda na mtu mwingine akapata hasira, kwa sababu anakupenda sijajua kwa sababu, ningesema ningejua. Ningejua kwa sababu nge, ngekua sasa, amepata anao simu au amechukua simu wangu, kama e, ngeweza kusema amempigia labda mfanya biashara au mfanya kazi yoyote, akaongea naye vibaya. Lakini sasa, simu yangu ilipotea, siwezi jua kwamba yeye ndiye akona ah, simu yangu au sijui mtu yote, lakini simu yangu ilipotea kwa njia ya kutatanisha. Mke wangu sina shida naye sina shida naye sababu kati ananikata siku anafita naye kati tunaishi kufanya kazi ya harakati siku ana shida naye. Kwa hiyo mimi siwezi sema ahukumiwe wala afungwe. Kama serikali itamwachia ataachiwa tu, akaendelee na maisha ya nyumbani kwao na mimi niendelee na maisha ya nyumbani kwetu. Nachoomba hapa Mungu aniponye, sababu hata nikisema afungwe sindapata msaada yote, kwa hiyo bora aende kwa wazazi wao kama nilivyomrudisha kumletaga. Sasa kwa hiyo amenitendea hayo, mi sindaweza ishi naye, kwa hiyo bora angemwachia tu, mimi ni aende kwa kwa wazazi wao, nami nibaki kwa wazazi wangu. Mi kupata watoto tena, sina uwezo hiyo, sina uwezo ya kupata watoto tena, mke wangu, kwa hiyo mimi sina tena uwezo wa kupata watoto sababu umenikata sehemu yangu ya kiume. Na washauri tu wanawake wengine wasifanye jambo kama hili, kwa sababu naweza kutumia hasira mshoni kwa hasara. Sababu paka leo najiuliza, mke wangu alipatwa na nini? Sababu tulikuwa tuna ndoto ya maisha wawili, lakini sijui alichompata nini. Kwa hiyo mimi mke wangu nakusamea tu, nawasamee kwa jumla wanawake wengi waliofanya matatizo kama haya au wengine ambao wanakutana na matatizo kama haya. Kwa hiyo wanawake wote dunia nzima, Tanzania nzima na, na nje zingine, na washauri asiwe na asira ya kufikiria na kutenda jambo kama hili, kwa sababu unakuwa pia hata yule mama alionizaa au aliomkuza wewe, wanabaki kulia usiku nzima, mchana. Kwa hiyo na wanaume pia wasifanye kitu kama hichi kumjeruhi mwanamke mfanya kitu yote na wanawake pia asitujeruhi, kwa sababu ni wazazi wetu, ndio wanatuogesha wao, ndio wanatuogesha wao, ndio wanatulea. Kwa hiyo nashauri waache tu jambo kama hili, kama wazazi wasitufanyie jambo mbaya kama, kwa sababu sisi wanaume saa nyingine tunaweza kutukuta tuko mambo mengine mengine, tunaweza kutukuta tuna mawazo. Kwa hiyo anaweza anaeza kutufanya jambo lolote, sababu sisi wenyewe saa nyingine tunachoka na maisha. kwa hiyo na washauri tu wanawake wengine wasikuwe na jambo kama hili kwenye mawazo zao ya kufanya jambo kama hili.